Ya kwa jina anaitwa Wilson Luta mwenyeji wa kijiji cha Minyenye kata ya Mtinko tarafa ya Mtinko. Mimi ni mkulima wa zao la katani. Zao hili nililifanyia zoezi, nikatembelea mashamba ya katani Morogoro, nikapata historia, nikavutiwa sana, ndipo nikaja kuanza kulima katani. Mwaka huu ni wa nane ninalima katani. Zao hili ukipanda linachukua miaka miwili, mwaka wa tatu unaanza kuvuna. Ni zao ambaye halihitaji gharama sana, halihitaji palizi, halihitaji maji mengi, hata iwe mvua kidogo, zao linaondoka, na lina faida kubwa, lina faida kubwa. Kilo moja kwa sasa tunauza shilingi elfu moja na mia saba na uvunaji wake unaweza ukatumia laki nane, tayari umeipata tani. Kwa hiyo kwenye, kwenye milioni moja na laki saba, ukitoa hiyo laki nane unaangalia unaachiwa kama laki tisa. Laki tisa zile unaweza ukazichukua ukatoa gharama ya mafuta kila kitu, ukosi laki tano kwa tani faida. Na hiyo laki tano unaipata kwa mwezi unapata tani mbili, kwa hiyo kwa mwezi una milioni moja. Kwa hiyo nikajipima milioni moja, niko sawa na mwalimu wa sekondari. Nikaona sasa hili zao sio la kuacha. Nina vijana ambao wanafanya kazi hii, vijana kumi na mbili. Kwa hiyo tayari ninaonekana kama nina watu ambaye nimewaajiri na wanapata mshahara wao vizuri kupitia katani. Kwa kweli naendelea kushawishi majirani ili zao sio la kuacha, ni zao lenye faida kwa kweli. Wateja wangu wanatoka Morogoro, wanatoka Tanga, na wapo ambaye wako Ikhanuda hapa kijiji cha kata ya kata Ikhanuda, tarafa ya Ilongero, yupo anaitwa Jackson Mungwe Ana. Yeye ni mwenyeji ambaye ameshatangulia kufahamiana na wateja wa Morogoro, Tanga, kwa hiyo ananirahisishia kwa kweli. Wananipigia simu na kilo ngapi? nina kilo elfu mbili nina kilo mia nane tayari gari nakuja. Kwa kweli ni zao zuri, ambaye mwaka huu watu wanalia jua kali, jua kali, mimi nastarehe, najua kabisa katani hajaathirika haja kwa jambo lolote kwa ajili ya jua kali hiyo. Ningeshauri, ningeshauri tu, ningeshauri Watanzania, ningeshauri wenyeji wangu wa, wenye wa, wa wilaya hii Ardhi yetu ni ardhi nyekundu ambayo kwa kweli kwa zao la katani nafaa sana, wajitahidi kuwepo na heka hata moja, kwa sababu heka moja inatoa tani nne tani nne ukiuza hata kwa bei ya chini sana elfu moja mia tano maana yake una milioni sita Sidhani kama kuna zao lipo hapa kwenye maeneo yetu ambayo linaweza likatoa milioni sita kwa msimu mmoja. Nadhani katani ataongoza. Kwa hiyo, kwa eneo langu lenye hekari kumi na sita maana yake hata nikiuza tu hekari kumi maana yake nina milioni nyingi. Unafanya mahesabu pale, e, heka, heka, heka nne inatoa tani sita, unafanya mara kumi unazidisha kwa hela hiyo. Kwa kweli ni utajiri ambao uko njenje. Eh, e, ni utajiri ambao uko njenje na hausumbui kwa kweli.